Kama bado huja subscribe katika familia yetu, tafadhali bonyeza maneno mekundu hapo chini yaliyoandikwa subscribe u. kisha bonyeza alama itakayojitokeza threads... ili kuwa etu. Ulaji wa panya nchini Tanzania umejishikia kasi sana, ukiwa umeongozwa na baadhi ya mikoa kwa mfano ya nyanda za juu kusini, ukiangalia Iringa, Mbeya pamoja na Njombe, japo ipo mikoa mingine ambayo inashiriki katika ulaji wa panya, lakini kwa leo tuangalie mikoa hii mitatu tukichukulia kama mfano. Kama ipo mikoa mingine ambayo inaifahamu, tafadhali ndugu mtazamaji, unaweza ukatuandikia hapo chini sehemu ya comment. Na hapa ni sehemu moja nchini mwetu Tanzania ni katika mkoa fulani ambapo wanawake wanaonekana wakiwa wanajikusanyia panya. Ni katika maeneo ambayo yanafahamika kama ni shamba la panya ha. Wanawake hawa hujikusanya na kukamata panya. Tujue ni njia gani wanaitumia katika ukamataji wa panya hawa. Ha, lakini huwa wanatumika kama kitoweo kwa ajili ya familia pamoja na biashara pia. Panya hawa inasemekana ni tofauti na wale panya wa kawaida ambao wanasumbua ndani. Sasa nyie. Jamani, sasa mimi nataka kujua. Kwa ina maana mkiwachemsha ndio wanatoka manyoya yao? Yeah. Yeah. Ah, no, nawabanika no, kwenye moto. Panya hawa inasemekana Ayawu. Rangi yake ndio inaowatofautisha na rangi wa, ya panya wale wa ndani ambao hawaliwi. Panya hawa wanaonekana ni rangi ya brown, lakini panya wa ndani wanaonekana ni rangi nyeusi Wanawake hao wakiwakamata panya hawa, baada ya kuwakamata, wapeleka nyumbani na kuwabanika, kuwachoma kwa kiasi, kwa ajili ya kuwaondoa manyoya. Baada ya hapo hupasuliwa na ku kuwatengeneza kwa, kwa jinsi ambavyo wenyewe wanajua, yani yeah, huyu ah, ya da da ah, ah, si ndio? Kama wandani tu wa nyumbani, wandani wanakuwa weusi, sisi kwetu tunaita Sarai. Ila sasa tungekuwa tunakula, basi inawezekana well,